Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Daraja linalojulikana kama la kwa Mohamed Mwita linalounganisha vijiji vya Boro na Kindi katika jimbo la Moshi Vijijini limekatika kutokana na mafuriko. Je, serikali inatoa kauli gani kuhusu kujenga daraja hili hi na kuifungua barabara hii? Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Profesa Ndakidemi amekuwa akifanya ufuatiliaji wa karibu sana wa daraja hili la Mohamed Mwita ambalo ni daraja lenye umuhimu mkubwa sana katika jimbo lake. Na daraja hili ni daraja la chuma lakini lina nguzo za mawe, na nguzo moja ya mawe imeharibika, na tayari mainjinia wetu wamefika kwenda kufanya tathmini ya kujua gharama kwa ajili ya kurudishia nguzo hiyo. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Profesa Ndakidemi, mkandarasi atapatikana na atakuja kujenga nguzo hiyo, kurekebisha eh, daraja hili kwa utaratibu wa dharura, ili liweze kuwasaidia wananchi wako kufanya shughuli zao mbali mbalimbali za kiuchumi lakini kufikia huduma za kijamii.